Mahali hapa naona na yeye ameongozana na ubavu wake. Karibu sana, Asma, usalimie wapi. Hello, hi. Samahani sana kwanza kwa kuchelewa kuchelewa, lazima niombe msamaha. Nashukuru sana hapa nilipofikia, songo zangu sipokuwa ni Mwenyezi Mungu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Alhamdulillahi, yeah, aba. Na pili nashukuru inteno kufika Tanzania. Tatu, nashukuru viongozi wangu, walezi wangu. Inteno niliingia kwa ajili ya matibabu, lakini inteno imeimarisha, na sasa hivi nimeimarika kiafya, nimeimarika kiuchumi. Nilikuwa na ndoto ambazo nilikuwa naota na hadisia lakini sasa hivi na ndoto za kutimia kwayo. Namshukuru Mungu sana, na nashukuru viongozi, hatua nilofika, wanao wakaamua ku, kunipa kwanza faraja. Maana ni wamenipa faraja sana, kwamba naweza kufanya hii kazi mpaka nikafika hii level, na hawajaniacha wameona. Meja ni furahi zaidi nimefurahi lakini yes. nime- nakuja kufurahi zaidi mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. Hawajanileta peke yangu. Kwa hiyo mimi leo nimekuja almu kwa sababu ya yani, nini hata kama niliolewa ni nikakaa, mm halmu, lakini ya leo inaweza ikawa zuri zaidi ili nikuwa kwanza ya utoto. Sasa hivi ya utu uzima <laughs> kwa sababu ya utoto unakuwa huelewa chochote lakini, sasa hivi ya utu uzima unatambua kila kitu. Wow, ambaye ni kumbukumbu, ambaye nitaiweka hata watoto wangu waje waione wajikuzana, kama Mungu atanijalia, atakujalia. Amina. Inshallah. Timu yangu ikiona video hii Nawaombea sana Amina, amina. Hapa ni sehemu patamu Amina. <laughs> Tena pazuri, kwa hiyo nawaombea wapambane sana timu yangu pamoja na timu za watu wengine wanaokuwepo hapa, viongozi wakubwa. Kwa hiyo tunawaombea sana tupambane, tuenjoy, tufurahi kama leo nataka enjoy. Wow, Amina.